LETZTEST inafanya upimaji wa ubora wa maji kuwa zoezi rahisi katika maeneo yasiyo na umeme kote ulimwenguni. Suluhisho letu ni kutoa vifaa vya gharama nafuu na rahisi kutumia. Fanya upimaji wa haraka kwa viashiria muhimu vya ubora wa maji kwa kutumia LETZTEST Water CheckPack. imetengenezwa kwa ajili ya kupima ubora wa maji katika saa 72 za kwanza ambazo ni muhimu sana wakati wa dharura. Inajumuisha vifaa vyote vya kuchukulia sampuli kupima na kutupa takataka kwa usalama, vyote vikiwa ndani ya begi moja la mgongoni linalobebeka. Bila kutegemea umeme au taratibu ngumu, begi hili linamwezesha mtu yeyote, kuanzia wahudumu wa afya, watu wa msaada wa majanga hadi maafisa wa afya, kuchukua hatua pale ambapo upimaji wa maji ni wa dharura. Baadhi ya reagenti zina uwezo wa kudumu hadi miaka kumi bila kuhitaji jokofu, hivyo kupunguza gharama za uendeshaji. Sehemu ya baridi huhifadhi sampuli za maji bila kuharibika. Muundo wake ni mwepesi na umetengenezwa kwa urahisi wa kubeba hata kwa muda mrefu. Pata maelezo zaidi kuhusu LETZTEST Water Check Pack kwenye tovuti yetu ya letztest.com. Imetengenezwa Ujerumani na mshirika anayeaminika wa German Water Partnership. LETZTEST, furahia upimaji wa maji katika maeneo ya mbali.